Naam mtazamaji wa Trendy TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update hii ana hiya leo bwana, inahusiana na tamko ambalo limetolewa na chuo kikuu cha Dar es Salaam UDSM. Wameamua kutoa tamko kuhusiana na kitendo cha wanafunzi kudhalilishana vioni, kisa mapenzi yaliyopo kwao au kushea mwanaume ae ambaye ni Mwijaku. Sasa eh, kwa mujibu wa taarifa ambayo hapa tumeipata kutoka cha, kutoka chuo cha UDSM eh, au kwa kirefu kinaitwa eh, kinafahamika kwa jina la University of Dar es Salaam. Eh, eh, eh. So ni kwamba hapa wameandika hivi: Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taarifa kwa vyombo vya habari eh, kulaani kitendo cha udhalilishaji na Ushambu, na shambulizi lililohusishwa eh, wanafunzi wa chuo na lililohusisha wanafunzi Dar es Salaam tarehe 20 Aprili mwaka 2025. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam UDSM kinasikitika kulaani vikali tukio la kushambuliwa na kudhalilishwa na, na kudhuriwa e, kwa msichana mmoja jina lake bado halijatambuliwa lililosambaa kwenye mitandao ya kijamii kupitia picha mjongeo, yani video eh, linalodaiwa linalo kuwa wahusika ni wanafunzi tayari chuo kinafuatilia taarifa za tukio hilo kwa kina ili kubaini uhalisia wake na utambulisho wa wahusika hao. Endapo kama itabainika kuwa wahusika ni wanafunzi wa UDSM, hatua kali za kinidhamu zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria taratibu, kanuni na miongozo ya UDSM. Aidha, chuo kitashirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa sheria za nchi zinazingatiwa. UDSM inapinga aina yoyote ile ya ukatili, udhalilishaji au uvunjaji wa haki za binadamu ndani na nje ya mazingira ya chuo. Pia, UDSM itasimama imara kulinda utu, usalama na hadhi ya kila mwanafunzi na wanajumuiya wengine wa chuo bila upendeleo. Kwa mantiki hiyo chuo kinatoa rai kwa wanafunzi na jamii kwa ujumla kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya chuo na maadili ya Kitanzania. Profesa William Al Anangisie, huyu ni mkuu wa chuo cha Dar es Salaam, UDSM. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Chuo kikuu cha Dar es Salaam bwana kimeeleza eh, kukasirishwa na kulaani vikali kitendo ambacho kimetokea huko mitandaoni baada ya